Okay. Mpaka sasa hivi ndio ninawafundisha tayari, mfumo huu umekwisha kuanza kazi tayari. Mfumo huu umekwisha kuanza kazi, benki zote kuu duniani zimekwisha kupewa maelekezo ya kuanza kuutumia mfumo huu wa digital currency. Unaweza ukaona mtu wa Mungu kwamba tuko mwishoni kabisa na mfumo huu ambao unajulikana ambao unajulikana katika mabenki yote, mabenki yote, kwa kifupi ni CBDC, maana yake central bank central central bank digital currency si. Duniani, kwa nini zinatumika benki kuu? Kwa sababu benki kuu ndiyo zenye uwezo wa kuruhusu pesa iwe kwenye mzunguko, na benki kuu ndiyo ina uwezo, ina mandate ya kufanya pesa iondolewe kwenye mzunguko na ndio maana unaweza kaona hakuna nchi yoyote ambayo inaruhusiwa kisheria kufyatua pesa zake hivi. Maana fikiria kwamba, kwa nini kwa nasema, yani mpaka watu wanasema hela fulani zimepotea, yaani mpaka zikatengeneze huko zilikoruhusiwa mahali paliporuhusiwa, mahali maalum zitengenezwe, ndo mletewe ili kwa kwalio, yani hela ya kwako, na wanasema hii ni elfu kumi ni halali ni malipo, e, e, e, a, ni halali kwa malipo ya nini ya Tanzania. Lakini kwa nini sisi hatuna viwanda vyetu wenyewe watu wanasema hatuna hela, wanalalamika wanalalamika, mpaka watu wanaandamana wanaandamana. Kwa nini sikekuwa tunafyatua tu? Watu wanalalamika hela, tufyatue tu. Haya, wewe hapo waziri wa fedha, nenda BOT pala kiwandani, ma elfu fyatueni, fedha zitoke bilioni au trilioni, trilioni mia nane, sambazeni, Tanzania ijae hela. Umeefikirieko? Kwa nini hii ni mifumo iliyowekwa mahususi na mpinga Kristo Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa sera hii ya kutumia ya kutumia ah, ah, ya kutumia Uh, ya kutumia uh, ya kutumia central bank digital currency sera uh, hii inatumika na mpinga Kristo kumfanya mwanadamu yoyote asimiliki fedha, asiwe na fedha zake mwenyewe. Asiwe na fedha zake mwenyewe. Kwa hiyo jamii, watu wanadamu, watakuwa hawana pesa kabisa, watakuwa hawana fedha. Kwa hiyo ili ninazozungumza hivi, hivi benki zote duniani kuu zimepewa oda hii ikiwepo na enchi yako wewe unaisikia. Amen. Amen. ujumbe huu mfumo. Amen. Amen. huu unaenda kuondoa. Amen. Amen. unaenda kuondoa fedha, zote hazitakuwepo kuwepo kabisa, zitaondolewa kwenye mzunguko wa nchi nyingi duniani, wa nchi zote duniani na Tanzania. Uh, ilikuwa ni mwaka juzi, mwaka juzi, BOT namzungumzia BOT Tanzania, walionyesha utayari walionyesha nia ya utayari wa kuanza kutumia mfumo huu wa digital currency central bank digital tanza lakini tayari ipo kwenye mfumo tayari. Tanzania imeshakubali, wapo kwenye maandalizi. Mwaka majuzi nchi ya jirani Kenya walitangaza kabisa kwamba kuna kitu kitaanza kutumika inaitwa huduma namba walitangaza waziwazi, huduma namba. Walisema ni lazima kila mtu kuwa nayo kwa waraia wake, lazima, kwa sababu pasipo kuwa na huduma namba hautaweza kutibiwa, hautaweza kusoma, hautaweza kununua, hautaweza kufanya chochote. Huduma namba digit tunasema ni namba au ni tarakimu. Jinani yetu tuwaba, me, alitangaza, ingawa wananchi waka kalalamika lalamika kidogo, wameliweka, lakini si kwamba limekwisha, si kwamba limekufa. Hapana, ni mifumo, hakuna ujanja, uwezi kakataa Amen. Tunapo yaona wana haya wanamungu tujue Kristo yupo